Kwa majina naitwa Yolanda Josefu, mwenyekiti wa kwaya ya Mtakatifu Cesilia, parokia ya Petro Mtume Swaswa. Tulipenda kumchagua Mtakatifu Cesilia kuwa msomo wa kwaya yetu. Tulipendezwa na historia yake ya kumtukuza Mungu kwa nyimbo na alipenda kuimba na aliimba vizuri kwa zeze na zumari. Kwa majina naitwa Judith Ndambo, ninaimbia kwaya mtakatifu Cesilia parokia ya mtakatifu, mtakatifu Petro Swaswa, naimba sauti ya kwanza. Mimi ni mlezi wa kwaya mtakatifu Cesilia Sifa za mwanakwaya kujiunga na kwaya mtakatifu Cesilia, kwanza awe mkatoliki mwenye wito, anayependa kuimba, mwenye umri usiopungua miaka kumi na nane, anayejiheshimu, mwenye akili timamu. Mimi naitwa CPA Herman Felician Tega ni mwanakwaya wa Mtakatifu Cesilia katika parokia ya Mtakatifu Petro mtume Swaswa hapa Dodoma. Majukumu yetu mbali na kwaya, kila mtu katika kwaya ana majukumu yake binafsi yaliyo halali katika sheria na katiba ya Tanzania. Pia katika hilo kuna tuna wanafunzi walio wachache katika kwaya yetu ambao bado hawajaanza majukumu. Jina langu mimi naitwa Joseph Ikaje. Mimi kwa cheo changu ni katibu msaidizi wa kwaya ya mtakatifu Cesilia. E, pamoja na majukumu tulionayo katika kwaya, tunaendelea kujifunza zaidi neno la Mungu kupitia uimbaji. Pia tunafanya ziara ndani ya parokia na nje ya parokia. Tunarekodi albamu yetu ambayo tunaita tunatarajia kuizindua mwezi Juni. Katika mafanikio ya kwaya yetu ya Mtakatifu Cesilia, tumepata mafanikio ya wanakwaya wengine kujiunga kwa kuwa hapo mwanzo tulikuwa wachache, lakini kwa sasa tuna wanakwaya takribani arobaini na tatu wakiwa wa kiume pamoja na wa kike. Mafanikio mengine tumefanikiwa kuimba nje ya parokia yetu tumeweza kufanikiwa kwenda kuimba Hombolo, tumefanikiwa kwenda kuimba Makulu. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa katika kwaya yetu, kwa kweli tunashukuru. Katika changamoto tunazopata kwenye kwaya yetu ya Mtakatifu Cesilia, cha kwanza ni kwenye ulipaji wa ada, umekuwa kidogo kwa kuwa mimi ni mwasibu umekuwa kidogo unanichangamsha akili. Kwa kuwa pia watu sio kwamba wanakuwa hawataki kulipa ada, ila usipowakumbusha, usipo waandikia meseji hawalipi ada kwa wakati. Kingine katika kwaya yetu changamoto tunayoipata ni katika sare nakuta mmeaidiana sare miezi miwili kabla ya kuivaa hiyo sare, lakini bado utakuta kuna watu wengine wako nyuma. Changamoto ambayo nyingine ambayo tunaiona ambayo ina saa nyingine inakuwa inatukwamisha tunapochagua mfano walezi katika kwaya na ma na wale watu wa kutushika mkono kwa ile lugha nyingine wanaita masponsa, wanakuwa, wanakuwa, wanakuwa wanakubali kuwa walezi wetu, lakini baadaye tukiwaita katika kutuchangia, labda katika kurekodi, labda tuna safari kidogo kwao, tunaona inakuwa ngumu. Sasa ni afadhali saa nyingine wao wanajibu, unakuta saa nyingine hawajibu kabisa zile barua zetu ambazo tunakuwa tunawaomba kwa ajili ya kutushika mkono. O, changamoto nyingine, sasa hivi naona hii changamoto imeanza kuisha, lakini mara ya kwanza ilikuwepo, kwa sababu wakati inaanza hii kwaya ilikuwa ni ya watu wazima wengi, sema wazee wengi, vijana walikuwa hawataki kujiunga. Mfano kama mimi, nadhani mimi ndio ndifika kijana wa kwanza katika hii kwaya. Basi tunawakaribisha vijana wengine wasi, wasione ngumu kwamba watakaa na wazee hapana, bali tunawaomba nao waje wajiunge katika ikwaya tuendeleze kuitangaza Injili ya Bwana. ni walezi wetu kweli. Tunawa, tunapenda kuwaita tukiwa na shida tunawaita. Kuhusu kutuchangia labda kwenda kurekodi labda kununua sare. Wapo wengine kwa kweli wanaitikia vizuri sana, tunawashukuru sana wale ambao tukiwaomba na kuwapa changamoto zetu wanatusaidia. Wapo wengine ni wazuri sana, wanatusaidia sana sana, na Mungu aendelee kuwabariki sana kwa msaada yao wanaotusaidia. Wapo wengine wanaweza wakawa hawapokei hata simu, kwa hiyo tunapata changamoto za namna hiyo. Wanyongeza, sasa kwaya yetu tumeshapokea hata wanafunzi, na wanafunzi unakuta wanatoka katika familia duni. Kwa hiyo inapofikia wakati tunahitaji labda sare kwa ajili ya sikukuu, inabidi sasa tuwanunulie. Sasa tunaposhindwa kupata msaada kwa, kwa walezi wetu, inabidi tujichangishe sisi wenyewe tuangalie namna ya kuwawezesha tuwanunulie, ili kuwavuta wavutiwe zaidi, kwa sababu tunaendelea kuwalea. Sisi tutapita, lakini kwaya itaendelea. Mtakatifu Cecilia tunapenda kuwalea au vijana na tunawakaribisha waje kwa wingi, ili kwaya iendelee kusimama waendelee kumtangaza neno la Mungu. E, changamoto nyingine katika kwaya yetu ya Mtakatifu Cecilia ni kwamba kwaya haina, haina mradi wa kutuingizia kipato Tunajaribu kubuni miradi mbalimbali ya kuweza kutupatia mahitaji yetu au kutunisha mfuko wetu, lakini mpaka sasa hivi bado hatujabuni mradi ambao uliosimama kwa ajili ya kuendesha mfuko wetu. Pia tungepata mawazo kwa watu mbalimbali kutuwezesha kujaribu ku, kutufungua akili za kujaribu kubuni mradi utakaotuingizia kipato chetu. Kwaya Mtakatifu Cesilia kuwapa hamasa watu wengine, itakuwa ni kwa sisi kufanya juhudi katika uimbaji wetu. Tuimbe vizuri kwa juhudi zote, tukimsifu Mungu, tusia, tusiharibu liturujia, kwa sababu tukiangalia kwaya, ukianza kuharibu liturujia ndio waamini wanapoikimbia kwaya sababu wanasema hii kwaya vipi tena inaanza kuharibu liturujia. Na hapo unakuta padri naye lazima waseme kwamba hawezi kukaa kimya. Kitu kingine ni kumwomba Mungu zaidi kwa ajili ya kwaya kuendelea katika kumwimbia Mungu. kwanza kabisa tunajihamasisha tuwe na nidhamu katika kwaya, tuheshimiane, kuwaheshimu viongozi na viongozi wetu wa kanisa kwa ujumla wa parokia, kuheshimiana sisi wenyewe wanakwaya, pia kufuata katiba na taratibu zetu zote tulizojiwekea ili tuweze kutangaza neno hili kwa kumtangaza Cesilia kwa nyimbo katika parokia yetu na watu wakavutiwa. Kwa waumini wenzetu wa parokia yetu, tunawaomba wajiunge na kwaya, wamwimbie Mungu. Kuimba ni kusali mara mbili. Wanavyoimba ndivyo ambavyo wanaeneza neno la Mungu zaidi na wanajinjilisha wao wenyewe na kuwainjilisha watu wengine, wapende kumwimbia Mungu. Ukipenda kumwimbia Mungu nisa, ni unasali mara mbili. Tunawaomba sana wajiunge wa, wa, waendelee kujaa kwenye kwaya yetu ili tuendelee kum, kumtukuza Mungu kwa nyimbo kama alivyofanya Mtakatifu Cecilia. Cecilia ni mama wa waimbaji wa kwaya zote tuseme ulimwenguni. Basi tunawaomba watu wote wanaotutazama hapa wahamasike na kujiunga na kwaya yetu, kwa sababu tuna upungufu wa wanakwaya. Utume wa uimbaji una baraka tele. Mimi binafsi nina zaidi ya miaka ishirini nikiimba na nimeziona baraka wazi wazi. Wengine wanadhani kwamba kuimba ni kupoteza muda <coughs> kuimba sio kupoteza muda hata kidogo. Unapoimba neno la Mungu linasema kwamba unapoimba unasali mara mbili, kumbe unaposali mara mbili, basi na baraka nazo zinakuja mara mbili ya hivyo. Unavyoimba neno la Mungu linasema kwamba Mungu anasema kwamba usiponiimbia basi, hata mawe yataniimbia. Je, ndugu waumini, mnapenda mawe yamwimbie Mungu? Ni vizuri, basi tumwimbie Mungu katika roho na kweli, ili tuweze kuzipata hizo baraka. Ningeomba vijana wengi na watu wa rika mbalimbali wajiunge kwenye kwaya, si tu kwaya ya Cesilia, wanaweza kajiunga na kwaya yoyote ile, lakini yote ni katika kumtukuza Mungu na pia unapata baraka. Kuna baraka zinazopatikana za muda, kuna baraka zinazopatikana kwa kutoa mali, fedha na kadhalika, lakini pale unapomwimbia Mungu ndipo unapodhihirisha kwamba unampenda Mungu. Pia tumwimbie Mungu ba tupate baraka, ili hata kizazi chetu kije kifaidika kupitia uimbaji wetu. Tunaomba ndugu waumini, mwendelee kufuatilia SJM TV online katika YouTube, mpate kusubscribe na mpate kubonyeza kile kitufe cha kengele kwa ajili ya kuendelea kupata matukio mbalimbali mbali katika uinjilishaji na katika ukatoliki. Vitu vyote vitakuwa viko katika liturujia ya kikatoliki na sio vinginevyo. Karibuni sana SJM TV.